Yapo mambo mengi tusiyoyajua, anayeweza kutufundisha ni Mungu na naomba niende pole pole, nitakachokisema hapa, narudia tena, yapo mambo mengi magumu tusiyoyajua, makubwa tusiyoyajua, lakini Mungu yupo tayari kutufundisha, yupo Mungu tayari kutufundisha hata katika jambo lolote. Mtu mmoja alisema hivi, alisema hivi, ukiona kuna jaribu limekukuta wewe, kama wewe jamii kama jamii kubwa, taifa kama taifa. Bahati mbaya na taifa letu tumeingia kwenye utelezi, tumeingia kwenye utelezi. Sasa yule mtu akasema hivi, ikiwa kuna jambo lolote kubwa ambalo utakutana nalo katika maisha yako, kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni binadamu wenyewe wamesababisha, mbili, shetani kasababisha, tatu, mungu karuhusu. Naulia tena ni watu wenyewe shetani ama Mungu mwenyewe? Niombe kanisa, niombe kanisa, rudini Yeremia 33 mstari wa tatu. Naomba kanisa, rudini Yeremia 33 mstari wa tatu. Duniani kunaweza kuwa na habari nyingi mno kunaweza kuwa na maelezo mengi mno, kunaweza kuwa na maoni mengi mno, katika hali yoyote ya ambayo ya vale tumekutana nayo, mwenye maelezo ya kweli ni Yeremia 33:3. <totopan> mwenye maelezo ya kweli Yeremia 33:3. Maana usipokuwa makini, mtu wa Mungu, mnaweza mkapeleka mashambulizi mahali fulani, sio kwenyewe mnaweza mkapeleka mishale mali fulani sio kwenyewe. Itoshe tu kwamba Yeremia 33 mstari wa tatu atatuambia ikiwa ni wanadamu kwamba ni watawala ama ni watawaliwa, wamesababisha yaliyotokea, watambue kwamba Mungu hapendi yaliyotokea. Narudia tena kwamba ni watawala ama ni watawaliwa wamesababisha wamehusika kusababisha gharama iliyotokea. Achana gharama nyingine, lakini gharama kubwa kuondosha uhai wa watu ni gharama kubwa, ambayo Mungu hapendi hata mara moja, hapendi hata mara moja. Lakini kama ni watawala ama ni watawaliwa, Mungu hapendi. Yeremia akakwambia, ikiwa ni shetani, ikiwa ni shetani Mtu wa Mungu ulikuwa wapi? Achana kuangalia wapi, jiangalie mwenyewe. Ulikaa wapi kwa nafasi yako mpaka shetani amefika, alipofikisha? Kama ni binadamu, ni wakati wa kujitafakari, kwamba hivi katika ubinadamu wangu, katika matamanio yangu, katika nia ya yangu kama mtawala ama mtawaliwa, nimeifikisha taifa mahali hapa. Jambo hili linamkera Mungu, linamuumiza Mungu, damu wa inalia, damu inalia. Kama ililia ya mtu mmoja tukaia, kama ya mtu mmoja ilipaza sauti mpaka Mungu akasema aliyoyasema, sembuse katika uwingi, katika uwingi katika uwingi. Mungu tusaidie sana, kwa ajili ya Tanzania. Kama kuna kipindi cha kuomba kwa gharama kubwa, hii kuomba rehema, kuomba toba, kuomba neema ya Mungu, kwamba ee, Mungu tusaidie katika mazingira haya tuliyofika. Hapa ni binadamu wenzetu kwa matamanio yao, nasema kwamba ni watawala ama ni watawaliwa, lakini kama ni wanadamu, Mungu apende kwa binadamu anaweza kuwa na mikakati na mipango ya kila aina, kwamba hebu tufanye hivi, tu ni mambo mazuri kabisa, lakini akaniambia, kama ni vita kiroho, mtapanga hakitapangika, na shetani atasema nyinyi, nyinyi watu wa Mungu, kaeni mnaangalia mipango na mipango na mipango na mipango na mipango. Nasema mipango ni kitu kizuri, lakini mipango bila nguvu za Kimungu, ikiwa sababu ni yapi, hatutoboi, hatutoboi Atakaye tusaidia tuvuke hapo ni Mungu kupitia maombi na magoti hapo. Atakaye tusaidia kuvuka hapo, acha mengine yote yaendelee, ni mipango mizuri tu, ni vizuri tu, ngoja mipango iendelee, ni mizuri tu, lakini kwa watu wa rohoni, piga piga, huwa mipango ya kweli, anza na toba, anza na toba na hiyo ni jukumu la kila mmoja aliyepo mahali hapa na wengine tunakotoka, tuingie kwa gharama kubwa zaidi kuliombea taifa la Tanzania. Jambo la msingi. Lakini la tatu, Mungu anaweza kuruhusu, haipingiki. Nimekwambia sababu kwa tatu, moja, wewe mwenyewe kwa uzembe wako, kwa uchu wako, kwa tamaa zako. Mbili, shetani akaamua shetani kuvuruga tu, kaingiza, kaleta hiyo, yaleta basi hivyo. Na bahati mbaya akafurahi kuona watu baada ya kumwomba Mungu wamtafute Mungu kwa gharama yoyote, kwa kutegemea Yeremia thelathini na tatu tatu, watu wamekaza kutafuta vyanzo vingine vya kidunia. Shetani atasema safi, kaza neni huko, kaza neni huko, kaza neni huko. Halafu shetani anawapiga huko na apiga huko na apiga, kila mmoja anaka shaka, tumefika aje hapa eh, tumefika kwa nini? Maskari, maskari, maskari mulira, maskari wa mji mwema mulira, maskari wa magegele mulira. Mimi nikisema maskari simaanishi ndugu zangu wanaosaidia barabarani namaanisha ninyi ni maskari wa Yesu. Amina. Ninyi ni maskari wa Yesu, mlilala lakini ikiwa ni Mungu aliye ruhusu. Mungu hawezi kuruhusu jambo asiwe na maana hiyo, mm. kumbuka Mungu hawezi kuruhusu jambo asiwe na maana lolote lile. Akisharuhusu anataka kutujenga, anataka kutulinda, anataka kutufundisha, anataka kututayarisha, anataka kutu, kutusafisha anataka kututia nguvu na mambo mengine mengi. Kazi yetu ni kusema Bwana tufundishe, kwa nini umeyaruhusu haya? waliipa wale watu, kwa nini umeyaruhusu haya, kwa nini maana, tumekusii sana Mungu, tuambie, je, shida ni ya wanadamu? Shida ni ya watu, haya yanayotokea, shida ni watu? Tumekuuliza, shida ni watu ni watawala ama ni watawaliwa? Mungu mesema hapana, hii si shida ya watu, si shida ya watawala, sio shida ya watawaliwa. Tumekuuliza Mungu, hapa pana mkono wa ibilisi? Umesema hapana, hapa sio ibilisi, mnamsingizia tu. Kwa nini mimi Mungu? maana yake nini? kwa nini Mungu meyaruhusu haya? Ukishachua kwa nini Mungu meyaruhusu haya, unapata nafasi kujipanga upya. Wenzetu walienda uhamishoni, kuokoa walijichanganya akawapeleka utumwani, lakini kwa neema yake Mungu aliturudisha tena. Ila uhakika Mungu ataturudisha tena, Mungu ataturudisha tena, Mungu mun tena, Mungu ataturudisha tena. Na ili la mwisho sikupanga kulisema, limekuja tu. Mungu amsaidie sana Tanzania. Tanzania, Nakupenda kwa moyo wote

Tunakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri huu, sante kwamba ulishuka kuzungumza nasi, sante kwamba Roho Mtakatifu kutuacha tubaki peke yetu, umetutembeza kwa maisha yetu ya kila siku ya mtu mmoja moja, moja, katika maisha yake katika familia yake katika jamii inayomzunguka lakini kipekee umeshuka kutusemesha kwa habari ya taifa letu taifa zuri la Tanzania. Mungu tunakushukuru kwa upendo wako, fendo litujalia neema, ulituita tukatuweka katika ardhi ya Tanzania. Baba tunaomba toba kwa ajili ya mambo mengi maovu, kwa ajili ya yote yaliyotendeka tunaomba Mungu tusaidie, Mungu tusamehe, Mungu tusamehe, Mungu tusamehe, tusa kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo, kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo, hakuna gharama nyingine iwezayo kubeba, hakuna jambo jingine naweza kufuta gharama hii. Kila aina ya maozo, kila aina ya mapozo, kila aina ya mambo mabaya, kila... tuwezi kutoka hatuwezi kutoka hatuwezi kutoka hatuwezi kutoka. kutoka Mungu ninaomba sana utusaidie wa Tanzania, viongozi wetu, wenye hekima na busara, wenye mamlaka, wenye ujuzi mbalimbali Baba ukawatumie kama vyombo vyako, vitupe mwelekeo, vitupe namna ya kutoka, vitupe unyenyekevu, vitupe utii, tuisikie sauti yako Baba wabengoni. Ninakushukuru Bwana hata kwa ajili ya wakati huu. Sante kwa ajili ya kila moja. Sante Bwana, ipo neema inayokuja, ipo nuru katikati ya giza. Pa nuru hiyo Bwana uiangaze tena Tanzania, nchi nzuri yenye milima na mabonde na vizito na kila ardhi yenye rutuba na madini. Mungu tunaomba utusaidie mno, maadui wasija wakaingilia, maadui wasija kanyakoa. Baba mtakatifu, ninakuomba mno, neema yako Bwana tunaomba utusaidie, utufunike kwa damu yako Baba. Tunakushukuru kwa ajili ya kanisa lako, tupe mzigo, tupe neema, tupe kibali cha kuomba na kukusihi, na kukusihi, na kukusihi, usimame mtakatifu. Tunaomba toba kwa ajili ya damu zilizomwagika Tanzania. Yes, Tanzania. Ah, mzuri. Tunaomba rehema Bwana. Tunaomba rehema Bwana. Tunaomba rehema Bwana. Tuna kwamba watu wamesababisha, ama si watu baba, tunaomba rehema. Tumekosa wote, tumeshindwa wote, tumeharibu wote. Tumsaidie. Tusaidie mtakatifu. Tusaidie mtakatifu. Tusaidie tena, tusaidie Bwana. Saidia Bwana. Saidia kutimu majeraha na makovu. Saidia kutimu majeraha na makovu ya mioyoni. Tusaidie mnao utakatifu. Baba, hatuna mahali pengine. Saidia kuomba rehema yako. Ninakushukuru Takatifu. Ninakushukuru. Ninakushukuru malaika hudumiaye. Asante malaika hudumiaye, Bwana. Tuhudumie mno, tuhudumie tena, hudumia waliopo majumbani huko, waliopoteza matumaini, wenye hofu na mashaka, wasiojua kesho au kesho kutwa kuna nini. Wewe Mungu juwaye, tunakuomba kuomba mno, tembelea kila mmoja, tembelea mno, tembelea sana, tembelea kawahudumia.